hini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini, Bwana yu karibu. Tumsifu Yezu Kristo, amen. Dominika ya tatu ya Majilio ambayo huitwa Dominika Gaudete, yaani dominika ya furahini, na dominika hii inapata jina toka maneno ya kwanza kabisa ya Antifona ambayo yamefungua ibada yetu ya leo, kutoka kwa Mtakatifu Paulo anayesema: furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini, Bwana yu karibu. Tema hii ya furaha inaonekana pia katika uchaguzi wa rangi za ibada hii kama kaso ambayo nimeivaa ambayo ni rangi ya rosa rosacea au waridi ambayo ni rangi ya furaha na uhai ambayo huvaliwa katika dominika hii ya tatu ya Maajilio na dominika ile ya nne ya Kwaresima. Kwa nini furaha na kwa nini rangi za liturujia? Ngoma na shangwe ni mwaliko kwetu na ni himizo kujitaidi zaidi kuendelea kumsubiri Kristo, lakini tufurahi, kwa sababu huo muda wa kusubiri unakaribia kukamilika, unakaribia kuisha. Bwana yu karibu, wokovu wetu u karibu. Yaani, tunafurahi kwa sababu mateso yetu, mahangaiko yetu, huzuni zetu, atakapokuja Kristo, yote hayo yatageuka na kuwa furaha. Na hivi tuna sababu ya kufurahi, kwa sababu hayo ambayo yameahidiwa yanakaribia kutimia. Hata masomo yetu ya leo yanatualika tufurahi. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya Isaya, na anawatangazia Waisraeli habari ya furaha kuwa watakombolewa kutoka utumwani na kurudi nchini kwao wa. Watu waliokuwa wamekata tamaa sasa wanapewa moyo mpya na matumaini kuwa Mungu amewakumbuka. Mungu atakuja kuwaokoa. Nabii anawaambia watu wafurahi, wokovu wao umekaribia. Bwana atakuja kuwakomboa kutoka utumwani na atarudi Nabii anasema mtaona mabadiliko atakapokuja Bwana, nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi furahi, jangwa litachanua maua na waambieni wale wote lokata tamaa na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope, tazama Mungu wetu anakuja, hata vipofu viziwi vilema hata na ulimi wa utaimba katika Injili tunaosikia hivi punde, tunaona hizo ahadi ambazo zilisemwa au zilitolewa nabii na Nabii Isaya miaka mia saba kabla ya kuzaliwa Kristo yanatimia katika Kristo. Kweli Mungu ametimiza ahadi yake, Mungu amekuja kuwatembelea watu wake na hii ndiyo sababu ya furaha, na Kristo mwenyewe akirudia ahadi zile zile zilizosemwa na nabii Isaia, anasema vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye mkoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, masikini wanahubiriwa habari njema. Hayo yalikwisha kusemwa na nabii Isaia, na Yesu anasema yatimia katika yeye, kwani anatokea Yohane Mbatizaji ambaye tumemsikia kihubiri ubatizo atoba, wa toba akiwa jangwani Jumapili iliyopita, leo tunamkuta akiwa gerezani, gereza la Makeronte, gereza lilojengwa na mfalme Herode, gereza lenye ulinzi mkali na mateso makali, na kadiri ya mwanahistoria Yosefu Flavio anasema Yohane Mbatizaji akiwa katika gereza hili alipewa upendeleo wa kutembelea na watu na hasa wafuasi wake. Akiwa huko gerezani anapata habari za miujiza na mafundisho ya Yesu. Badala ya miujiza hii na mafundisho ya Yesu kuamsha ndani ya Yohane furaha kwamba yale aliyowahubiria watu sasa anatimia, tunaona anajawa na mashaka. Kuwa na mashaka tufahamu kwamba si kwamba ni kukosa imani. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia kuna mashaka ya kujitakia na mashaka ya kuto kujitakia, na yanaweza kuwa ni kikwazo katika kuamini na zaidi sana kwa yule ambaye atataka kuendelea kuishi katika mashaka, asitake kujua ukweli na ufunuo wa Mungu. Mashaka inaweza kuwa ni hali ya kawaida kwa mwanadamu katika kujiuliza na kudadisi ili kupata ukweli, na hivyo wakati mwingine mashaka yanaweza kutusaidia e, tukue katika imani baada ya kujua ukweli, na hii ndio kazi ya teolojia faith seeking understanding. Na hii ndiyo kazi ambayo kila Mkristo kila siku lazima afanye ili apate kumjua vizuri yule anayemfuasi. Labda tunaweza kujiuliza ili iwezekanaje kwa mtangulizi wa masiha Yohane Mbatizaji kuwa na mashaka kiasi kile? Tukumbuke mara ya kwanza anapokutana Yesu na Yohane Mbatizaji ni siku ile ambapo Maria alimtembelea Elizabeti. Hawa watoto wawili walikutana kwa mara ya kwanza wakiwa tumboni mwa mama zao na wakiwa na utofauti wa miezi sita. Lakini pia tujue kwamba hawa walikuwa ni ndugu na hivyo walifahamiana vizuri. Na Yesu alianza kuhubiri baada ya miaka thelathini na Yohane tayari alikuwa akihubiri. Na siku ile alipombatiza, aliwaambia wanafunzi wake Tazama, mwana kondoo wa Mungu ondoaye dhambi za ulimwengu. Na tunaambiwa katika nafasi ile wafuasi wa Yohane walimfuata Yesu. Kwa nini? Baada ya Yesu kuanza kufanya miujiza na kuhubiri, Yohane anaanza kuwa na mashaka. Kwa nini anaanza kuwa na mashaka ile yale, yale ambayo Yesu anafanya? Bila shaka akiwa gerezani, Yohane alimtarajia masia kwa kumtetea na pengine masia angekuja kumpigania ili aweze kuwa huru, aweze kuachiwa na kutoka kifungoni kama alivyokuwa ametabiri Nabii Isaya kwamba atakapokuja masia atawafungua wafungwa wote na atakuja kurejesha haki na amani duniani. Kwa habari anazopata Yohana mbatizaji kwa Yesu katika shughuli zake hizo nadhani Yohana anaona kwamba huyu masia hafanani kabisa na masia ambaye yeye aliyotangazia watu. Anaona kuna kitu si sawa. Namna ya Yesu zinamkwaza. Yesu aliyeumiliwa na Yohane ni masia mwenye nguvu, hakimu anayetoa hukumu na adhabu ya moto kwa wadhani wasiotubu. Hivyo masia aliyetegemewa alitegemewa masia ambaye anaogofya, masia wa kutisha, tofauti kabisa na huyo Yesu anayesisitiza mapenzi, anayesisitiza huruma, ambaye anasamehe wadhambi. Yohana anasimuliwa kuwa huyo Yesu anakaa na anawakaribia wote wanaomhitaji, anakula na wadhambi ana na, na mbaya zaidi anasema hao ndiyo marafiki zake. Yohane anaamua kuwatuma wafuasi wake wawili wamuulize huyu Yesu wa, wa, wa Nazareti, ndiye yeye kweli ajaye kutoka kwa Mungu au tumsubiri mwingine? Nadhani injili ya leo itukumbushe kitu kimoja, kwamba Yohane aliwaandaa wengine pokea masia, lakini kumbe leo hii naye mwenyewe anakumbushwa kwamba lazima aongoke, abadilishe fikra zake na misimamo yake na mawazo yake juu ya masia. Yesu mwenyewe anapoulizwa kama ni masia, hasemi kuwa mimi ndiye. Yesu anaorodhesha kazi anazofanya. Jibu la Yesu ni hili, endelea kamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Mnayoyasikia katika maana ya mafundisho yao na mnayaona katika maana ya miujiza nayotenda Yesu. Alifunua kwa kualika kwa yeye ndiye masia kwa kuorodhesha zile kazi za kimasia ambazo tayari zilikwisha kusemwa na manabii na ndizo zinazomfunua masia wa Mungu. Mwinjira anaorodhesha kazi sita za Yesu, kazi ambazo zilikwisha kutabiriwa: vipofu wanapata kuona, uwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia. Ni matendo sita. Ni kama vile Yesu anamwambia oneni wenyewe, angalieni mhukumu ninyi wenyewe. Je, amoni kwamba ninatenda matendo hayo ambayo Mungu ameahidi kwa manabii wake. Amweni wenyewe kama mimi ni masia au si uponyaji. Anaofanya miujiza mbalimbali anayotenda Yesu, inaonesha wazi kwamba hizi zote ni kazi za kimasia, na hivi hakuhitaji kufanya teolojia yoyote ya kujifunua na wala hakuhitaji kutoa maelezo yote au katekesi yote bali aliorodhesha kazi anazozitenda. Nadhani ilikuwa kweli jambo jema kwa kila Mkristo kwamba badala ya kusema yeye ni Mkristo, awaambie watu, oneni maisha yangu, oneni matendo yangu, na semeni wenyewe kama mimi ni Mkristo au si Mkristo. Nadhani ilikuwa ni jambo jema kwetu badala ya kujitambulisha kwa wengine kwamba sisi ni Wakristo au tuna hadhi gani katika kanisa, tuwaonyeshe matendo yetu kama alivyosema Yesu oneni wenyewe, hukumuni kama mimi siyo masia. Labda hata sisi kila mmoja angeweza kusimama akasema, oneni wenyewe, yale yanayotenda ndiyo yanayonitambulisha. Hivyo ufunuo wa Yesu kama masia ni huu ambao Yesu mwenyewe anausema katika Injili yake amejifunua kama Masia, lakini tofauti na Masia aliyetarajiwa aliyetegemewa kadiri ya mapokeo na kadiri ya mafundisho ya Yohana Mbatizaji. Nadhani swali la Yohane kabla ya Noeli linakusanya pia mashaka yetu yote juu ya imani yetu na juu ya imani ya Kristo. Kimsingi, mashaka ya Yohane si mashaka ya kwa kwake peke yake, bali hata ya wayahudi wengine pia, na zaidi juu ya mwenendo wa Yesu. Ni mashaka ya Wayahudi, ni mashaka ya wanabatizaji pia, lakini yanaweza kuwa pia ni mashaka yetu sisi. Ni wewe au kuna mungu mwingine? Na ni pema kujiuliza mara kwa mara katika tafakari zetu, ni sura gani au ni mungu gani tuliye naye katika fikra na mitazamo yetu? Yesu ndiyo huyo na amejidhihirisha kwa namna hiyo, kwani ndivyo alivyotaka hivyo kwa hekima yake, hata kama ni tofauti sana na matazamio yetu au kadili ya miono yetu, na hata kama ilivyokuwa kwa Yohana. Na ndio maana tunakutana na ile heri kumi katika heri mbalimbali ambazo nazipata katika Injili, heri ile ya kumi, Yesu anasema ana heri yule asiyekwaza nami, yaani anayeona kuwa ninayo yatenda na mwenendo wangu si kikwazo katika kuniamini mimi, si kikwazo katika kunifuata mimi. Mara ngapi watu wanamwacha Mungu wanaacha kusali kwa sababu wanamuona Mungu anayemjua wao ni tofauti na matarajio yao, ni tofauti na mioyo yao. Maandiko yanasema Mungu ameumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, lakini inawezekana kuna watu wengi kila siku wanamuumba Mungu kadiri ya sura na mifano yao, na ndio maana anaona huyo Mungu anayemfuasa siye Mungu anayemjua, Mungu ambaye yuko kimya Mungu ambaye hajibu sala za watu wake na shida za watu wake, asiyejibu labda matakwa ya baadhi ya watu, asiyeadhibu wabaya na pengine wabaya ndio anaendelea kuwa na maisha mema na mazuri. Heri kwa yule anayempokea Mungu jinsi alivyo, heri yule anayempokea Mungu jinsi alivyo na si kwa jinsi anavyotaka yeye na matarajio yake. Mungu awe Mungu na atende kadiri anavyoona. Mawazo yetu si mawazo yetu, na namna za Mungu sio namna zetu, na hatuwezi kumfundisha Mungu kuwa Mungu. Yeye anataka kuja kwetu katika unyenyekevu na anatenda kadiri ya mpango wake na hekima yake. Lengo ni kutuokoa sisi sote, namna anajua yeye peke yake. Katika dominika hii tumeambiwa tuwe na furaha kwa sababu Mungu anakuja kubadilisha maisha yetu Nebitu na hivi tunayotarajia ni mazuri zaidi. Ndio maana tumeambiwa tuwe wa na furaha, tuwe Wakristo wanaotangaza na kuishi maisha ya furaha. Ikiwa Bwana yuko pamoja nasi tumuogope nani? Maandiko anasema Yakobo katika somo la pili amesema, tunapomsubiri Yesu Tuwe na subira kama mkulima anayangoja matunda ya kazi yake, tuvumilie na kustahimili shida zote tunapomsubiri Kristo. Yakobo anataka tuache manunguniko na tuwe watu wa kuvumilia na kusubiri, tutunze uvumilivu na tuishi kwa matumaini. Licha ya magumu tunayokutana nayo, Yesu anatuahidi akisema kwa subira yenu mtaokoa maisha yenu, atakayevumilia mpaka mwisho ataokoa maisha yake. Furaha ni sifa ya Mkristo, ni alama kuwa imani inashinda hofu zetu. Kwa wanaomwamini Kristo hata majaribu ni fursa ya kufuraha. Swali: Je, inawezekana leo kweli kufurahi mbele ya matatizo tunayoona, mateso, mahangaiko, mbele ya umaskini, magonjwa na ukatili unaotuzunguka? Je, tunaweza kufurahi? Ukiangalia kwa macho ya kibinadamu ni wazi utakuwa na kila sababu ya kuwa na huzuni na pengine hata kukata tamaa. Lakini ukiyatazama hayo yote kwa jicho la imani, tutakuwa na amani na utulivu hata katika magumu, kwa sababu tunajua kwamba Mungu anaendelea kutenda kazi yake, na Mungu atashinda, kwani ni mwaminifu. Na hivi furaha ya Kikristo ni pamoja na kuwa na imani juu ya uwezo wa Mungu, kuwa na dhamiri safi, lakini pia kuwa na maisha safi. Watu wasioabidi, katika maana kwamba kwamba wasiomwabidi Mungu, pengine wanaweza kutupima katika kipengele hicho kwamba tuna furaha. Ulimwengu unatuambia kama nyakati za Isaya, tuonyesheni furaha yenu nasi tutaamini. Mkristo asi furaha ni wazi kwamba amepoteza matumaini na hana imani. Na tunachoambiwa hapa, tuonyesheni furaha yenu nasi tunaamini. Je, imani inaongeza mbaliu katika maisha yako? Na je, nini kinaonekana katika maisha yako? Mtakatifu Fransisko anasema huzuni ya mtu ni furaha ya Shetani. Ogopa sana mtu ni huzuni, kwa sababu huzuni yake ina mengi nyuma yake. Na mtakatifu Yakobo anasema kama kuna mtu hana furaha, na asali asali ya kutosha, na hivi kuwa na huzuni Pengine ndio dalili hizo za kukata tamaa. Ni kweli kwamba kuna aina nyingi za furaha, lakini furaha ya kweli ni ile ya mtu anayeishi katika urafiki na Mungu. Huyo anapata ndani ya nafsi yake kile anachosema mtakatifu Paulo, amani ipitayo akili zote, yaani isiyoelezeka. Leo tunaalikwa tuwe na furaha kwa sababu mkombozi wetu atakapokuja, huzuni tabu zetu zote zitageuzwa kuwa heri na kuwa furaha na uhuru. Na sote tunahitaji kuponywa, kila mmoja aone kwamba anahitaji kuponywa na anahitaji kuishi maisha yao kwa furaha, akimfuasa Kristo akiamini kwamba Kristo ni mshindi. Muda si mrefu tutakiri katika imani, kanuni ya imani kwamba Kristo amekuja kwa ajili yetu na kwa ajili ya wokovu wetu, ni Mungu pamoja nasi. Vinginevyo huyo Mungu angeweza kuona faida yoyote kama si Mungu pamoja na watu wake, si Mungu pamoja nasi? Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Bwana yu karibu. Tumsifu Yesu Kristo.